Yes, ni mengi ambayo yamekuwa yakiendelea hivi sasa na nimepata wasaa kumtafuta mzee wangu eh, mshabiki wa Simba atatujuza kwa majina yake matatu. Mzee, habari za muda huu na kwa majina yako matatu? Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu nimemka salama niko vizuri kabisa na niko poa. Naitwa Saliha Abdalah Mwaipaya almaarufu kama Mwaipaya OG. Hmm. Kiboko ya wahuni, kiboko ya kiboko ya wahuni hmm. Wahuni wapi hao? Sawa ni mamwiko hao, ni mamwiko eh wahuni eh wahuni tu Mzee wangu, eh, yale ambayo waliyatabiri na kuyazungumza kipindi mko katika mashindano ya kimataifa baada ya kwamba, eh, nguvu kubwa ambayo mmeiweka huku shirikisho, mnaweza mkajikuta mnakosa vikombe vyote, kwa maana ya kwamba mnapoteza kote. Tumeshuhudia mmepoteza CAF Confederation, eh, mmelejea CRB pia mmepoteza, na hivi sasa taji liliyobaki pekee ni NBC, na hapo mpo nyuma ya alama moja dhidi ya kinara Young Africans. Mna matumaini yoyote ya kutoa taji lolote msimu huu? Sisi matarajio tunao ya kutoa taji la ligi kuu. Sisi katika kwenye kombe, kombe la kafu dunia imeona kwamba sisi kama tumepola tulio kombe leo, tumepola kombe leo. Ukija kuangalia fainali ya juzi kati ya piramidi na nini na Namasada umeona mpira jinsi ulivyokuwa unachezwa pale, tumeuona mpira ulikuwa unachezwa kwa nani ule mpira pale. Lakini huja kuangalia katika finali yetu, yani ulitumika uhuni tu wa kusema klabu ya Simba isipate kombe, kwa sababu ile ile refari ambaye alikuwa hataki mpira ucheze. Refari alikuwa anawaataki yani, wachezaji wa Simba kila anapoanzisha move anauua. Tumona, jana tumona ile piramidi na, na, na, na, na, Refa alikuwa yuko fair, mpira umechezeka watu wameridhika, alikuwa anataka mpira ucheze. Nikirejea kwenye swali lako kwa kwa kwa, yani, kwa la msingi kwamba kwa nini tumepoteza si kombe hilo la kafu kombe la federation hilo kwa, kwa, nini sasa? Sisi nguvu yetu kubwa zaidi ilikuwa kwanza mashindano ya kimataifa ndio tuelekeza zaidi, na unajua kabisa kama

hii hapa hii hapo, sisi tulikuwa tulikuwa tunataka tupate kwa point za ligi kuu, ili mradi tuweke ligi kuu katika uhai. Ina maana kama tungetoka sulume cha na Singida, ina maana hawa huni, ndio maana nakwambia hawa ni wahuni, wangetoka hadharani wakasema kama tunacheza. Lakini baada ya kuona Singida kapigwa mche mmoja pale, tayari modo kwenye mapango yao pale, wanauliza eh, kwanini umewakimbia katika fainali ya sira db foundation umewakimbia nako pia kama ambavyo uliwakimbia tarehe nane walitangulia wakikusubiri kwa hamu kubwa umepoteza kwa idadi ya mabao matatu kwa moja hii ni kitu ambacho kimewashtua wengi na kusema labda kuna namna fulani simba ni kama ameleta kipengele kutaka kujiondoa kwa kumkwepa mtani wake yanga africans kwa nini miaka mingapi yani simba, yani simba, yani simba afiki mpaka kwenye nusu finali ya federation ya yeah, Azam Federation. Kuna mwaka mmoja tumetolewa kuna kuna, kuna miaka kama kwa, mwaka jana tumetolewa na mashujaa katika penalti. So mwenye baka hapa alijafika finali. Mwaka uliopita ule zetu tukatukana tumetolewa yani. Yaani kuna kipindi mwasi yani, Simba inakuwa ina malengo. Yaani angalia kwamba yani inakuwa ina ya yeah, na malengo yake Simba. Na utaona uta, hata baadhi ya wachezaji ambao wani, walikuwa wanacheza katika federation ni, ni wale watu watu walikuwa hawapati nafasi katika kikosi cha kikosi cha kwanza. Ndio malengo ya klabu ya Simba, si tulikuwa tunatutii tu, watu kabisa ni wa maana kabisa mwanzo mwisho, umeelewa? ua kina duchu kina nani, kina nani, kina nani na hata hii ajuzi hapa, sio kama ulikuwa ni uzembe tu wa golikipa wetu, alisalimu akaigalimu tu, lakini bado vilevile tulikuwa tuna nani, tunaweza kuwafunga wale, wale, wale Singida Big Stars, lakini sisi haijatuuma sana hiyo. Sisi tulikuwa tunahitaji pointi tatu, ili mradi tuwahakikishie watu kwamba tunamtaka huyu mtu huyu hapa alafu na nakuuliza yani, tunataka huyu nani nyuma mwiko, namtaka Yanga eh, vibaya tu. Licha ya matokeo mfululizo aliyoyapata dhidi yenu bado mnamtaka Yanga nani? Matokeo tume tumefunga maduka sisi, wale matokeo walikuwa napata kupitia maduka na e, e, tul... ndio maana yapi unamaanisha? Kina Chama ha? Kinonga hmm. Kina Manula kama unawaona pale kutajia listi ambayo ilikuwa ni maduka labda kama Chapesa alikuwa ufahamu ndo anakutajia Salehu, kuna Chama ndio alikuwa yani, kiunganishi cha duka hilo. Kuna kina Saido, ila zao napita mpaka Burundi huko, tuna intelligence ya hali yeah, juu mwelewa? Nimekuambia Chama, Saido, kina Manula, kina Eno Kinonga, kina kina Kanoti, kina, kina, kina, so, yani, kina, kina Jonas Mkude yeah, hawa, hawa wote ndio alikuwa ni maduka Tuliofunga maduka tukaitia watu, watu wengine pale walianza kuja na, na, na, na, na, na, na mambo yao kwanza. Kwanza, kwa sababu sisi tulikuwa tunatengeneza timu walikuwa mechi ya kwanza tumemfunga Tabora United goli nne wale tulimuona Injinia Hersi tulimuona Alikamwe tukamwona na yule CEO wao tukamwona na Aziz Ki. Aziz Ki, anaacha mazoezi ya nini na yani, hapo town anaenda kule KMC anapenda football. So, football hii tulikuwa tunajua wana, yani, wanataka kutumia njia gani. Matokeo, tukaona, kila, kila, kila, kila mpira ukishaisha pale Jane Chalea huu anavyotoka pale mara zisikia anaenda kumpa mikono hivi na hivi na, tukanajua anatengenezea nini mazingira nini. Mchezo wa dabi ya Kariakoo uliopita e, umepoteza e, nitajie ni mchezaji gani kati ya hao ambao umewaorodhesha walikuwepo katika mchezo huo. Mchezo wa nani, si, nani, Kayoko mpiga pilau na nani mpiga pilau atemeka, ni miongoni mwa wachezaji, ni mchezaji. Yes, ndio goli lake sasa ule yani wewe wewe umeangalia mpira. Mpira umetoka nje. Hivi mpira ukitoka nje nini maana yake? Si mpira umetoka nje. Ina maana tayari ile nini? Labda hakuona. Sio, hajaona yuko karibu, alikuwa anakimbia na move. Si mbona hapa kapo alikuwa anakimbia na move. Ule mpira umetoka nje bwana. Baada kutoka nje bwana, kwanza kwanza hata faulu yenyewe angalia, sasa mimi nakupa yani, ndio maana mimi kwenye kitu changu mimi nakumbukumbu yani yani, ukiniuliza kila kitu nakiweka sawa. Angalia hata ile faulu kwanza. Faulu alichezewa mchezaji wetu wa Simba somabakapo alikuwa anaondoka na mpira pale, huyu nani huyu Mudathir ya akaenda kumfanyia rafu pale, yule ak akaondoka. Baada ya kuondoka, wakaenda kukutana mbele na nani msia na huyu na nani auchwo pale, kayoko akahukumu kama ile fauli, yani yani ielekezwe kwenye goleti. Sisi ba naangalia alivyokuwa tena, yani sio yani, yani, sio mzuri hata kwa, kwa, kwa sheria Si tuko nje, tunajua sheria za ni mpaka za FIFA alionyesha indirect kick. nini maana indirect kick? wewe unajua mwandishi wa habari unajua maana indirect kick ni nini, ili basi tuendelee katika hoja zetu. Indirect kick ni nini? moja kwa moja ha, upiga na nini. Direct kick ndio moja kwa moja yani, ukiona yani, le, le, kaonesha yani kaonesha mpira yani kaonesha kidole hivi, ina maana ni kuna foul kaonesha hivi, ina maana ule mpira wa moja kwa moja yani. Akinyoosha mkono hivi juu, ina maana anahitaji watu wawili wacheze watu wawili watu wa wacheze. Na ndio maana ulikuwa unaona pale alienda max Zengeri na Chama, halafu Zengeri akaondoka pale, lakini Chama akapiga moja kwa moja. Kwa sasa kwa sisi kwa, kwa ambao tunajua mpira tunajua lile sio goli, hata kama angefunga Chama moja kwa moja sio goli lile kwa sababu hata sheria mpya wagusa watu wawili pale, kuna namna. Yanga, Yanga imebebwa pale. Na alibebwa, alibebwa, alibebwa kwa sababu na ndio maana na kuna wazee wa Simba kipindi kile walikuwa wametoa kabisa mpaka Kayoko alikuwa sehemu gani, alikuwa na watu gani, na wale watu wajajibu majibu mpaka sasa. Yale yale wazee wale wao wamesema ya kwamba eh, nini mnafurahi akichezesha Kefa Kayombo, mwamuzi ambaye anaonekana kuwa upande wenu, kwa maelezo yao wao wanavyodai. Sisi achezeshe nani, achezeshe ta mwenzao sio Kefa Kayombo. Hii dabi na kama yani ili ili, ili, ili, ili, uanani umma unafuatilia uchambuzi wangu cha bado wapate faida, kwa sababu si talenani hatujakimbia. Hivi mtu anaye akimbia anaweza kukufuata nini nyumbani kwako? Anao kukimbia anao kuogopa anaweza kufuata nyumbani kwako. Sisi tumekwenda pale uwanjani pale kwa, kwa kanuni, tumeenda pale, meneja uwanja anasema kwamba hana habari tukaambia sawa, kama una habari wewe, uhusike na masuala ya mpira, wewe ni kazi yako, kama ngoja tukusubiri tukuletee mtu nani wapiga hey, wa, na wa wa wa gari mbili, kuna watu zaidi ya 40 pale wameshuka pale, hamna kuingia mtu mtu, hamna kuingia watu. Kwenye gari kulionekana kuwa na mbuzi na wazee wafupi hivi, na nani, katika nchi nani wanapenda sana kunywa supu? Wananchi, wananchi. Sasa hivi unaweza kaogopa mbuzi wakati, yani supu ya nini au unakunywa supu yani, supu <laughs> ya ya ya, ya, ngoja supu, supu, yani, ya nini au unakunywa unakunywa supu supu supu, ngoja nia nyumbwa na, ndio maana mana niliwaambia kwamba watu wanakunywa wote supu wale, ifike hatua wapimu wa akili, kwa sababu akili zinakuwa zimesha nani crazy. Na hata na ndio maana imefikia hatua kwamba walimpa madaraka zaidi Haji Manala. Na ndio maana mimi namsifia sana, je. Yani sijakumsifia Haji Manala akiwa Yanga lakini kwa leo kupitia chombo chako cha habari namsifia sana Haji Manala. Kamba walisema kwamba klabu ya Yanga mwenye akili watu wawili, umeelewa? Kwa hiyo nimeshangaa hata mtu mwenye akili mwenye hana akili kaja kuwaongoza watu kuwatia katika mkenge. Huu ni mkenge kwa sababu injinia Hersi, injinia Hersi alafatiaji waliruhusu waliruhusu huyu ha, uh, uh, Haji Manara aitishe okay, press. Ukiitisha na maana umebariki pale, umeelewa? Sasa alivyotoa tamko lile pale, sasa limeenda kuwaumiza wenyewe, kwa sababu sababu tamko, Haji Manara anajua maneno ya kuhamasisha, kawahamasisha watu, hamna kucheza hamna nini, sio ndio wenye nchi nini. Watu akakurupuka, baraza la wazee, baraza la wanawake, baraza mpaka la vuta bangi baraza, yani kila kuna mabaraza, yani mabaraza yote ya, ya, ya duniani hapa yote wametoa matamko. Hiyo ndio timu ambayo ya mpira unasema ndio timu ya mpira ina mabaraza yani kila mtu anatoa matamko. Baraza la wazee sio akina mama sijui nani yani la vijana wote wametoa matamko ama wachezo mm. Sasa hii inawaumiza na ndio maana viongozi wa klabu ya Yanga, si, ya yani Yanga hawajawahi kupata viongozi wa mpira toka miaka yani, yani, toka, toka ya themanini. Hawajawahi kupata kiongozi wa mpira. Na, na, na, wanadai injinia ndio kiongozi wa mfano wa kuigwa kwenye nchi hii hapa mfano wewe injinia, mabadiliko aliyofanya ndani ya klabu ya Yanga. Kuna mabadiliko gani aliyofanya? Kuna mabadiliko. Muulize, nenda kumpelekea Mike, muulize Injinia Hersi akikujibu maswali yangu matatu, ayaendelea. Njoo, chukua shilingi laki moja hapa kwa Mike. Swali, so, la kwanza muulize alivyoingia kwenye klabu ya Yanga hmm. Kipindi kile Mshindo Msoro ndio alikuwa ni mwenyekiti, alikuja na kauli mbiu kwamba wakikosa ubingwa, aulize Injinia Hersi pale. Aliupata ubingwa? Aliupata ubingwa? Alipata ubingwa. Alipata ubingwa. Alipata. Aliwaambia waandishi habari mkamuulize, hakuna kamuulize swali kwa nini swali. La pili kwa nini, baada baada ya, ya, kuna tangazo lilitolewa, tangazo lilitolewa hilo, sifahamu. Wewe si mchunguzi? Fuatilia uchunguzi, ni nani aliyotoa tangazo na alikuwa na nyadhifa gani serikalini? ha, ha. na, na, yani, na, na alikuwa na nyadhifa gani serikalini gani serikalini, tangazo lilizungumza vipi ha? Klabu ya Yanga ina, ina ugomvi na TFF, kwa hiyo serikali yeah. Yanga na na, na, ya, ya, na TFF wakae pamoja wazungumzie nani matatizo. Wakati si watu wa mpira hatujawahi kuona kuna tatizo la Yanga na TFF. Sikilize kwanza nikwambie, na ndio maana huu mpira umeingiliwa yabaka hapo. Ndio basi tunasafisha sana mambo haya haya machafu makando makando. Kwamba kwanza FIFA imekataa serikali isingile masuala ya mpira. Kwamba Yanga Yanga na serikali na TFF wakae sehemu moja wamalize tatizo. Baada kumaliza tatizo tukaona imetoka, imetoka hundi Haji Madala huu, huu, huu, huu ambaye unamsifia leo, kwamba alisema ameota kwamba klabu ya Simba itavaa jezi ya GSM. Alikuwa na sanua <coughs> kwamba bwana mimi, mimi simenituma kazi ni watu wa Simba hapa, huyu jamaa tayari kashaekeza hela hapa kwenye nani, anadhamini vilabu 12 kwa hiyo nyie mtavaa jezi Eh, kuja kushangaa kesho baada ya siku tatu pale, wanashindwa wanadondoshwa na Bernard Morrison katika kasi kuu, umeendelea wanadondoshwa na Bernard Morrison baada ya kujadili wamedondoshwa vipi kwenye kesi, tunaona hundi na tafaka, tunamuona tunamwona injinia Hersi tunamuona CEO tunamwona tunamuona Haji Manara tunamwona Mwakarebela tunamwona Msivini Mguto tunamuona Almas Kasongo, wameshika ile hundi kwamba eti Yanga nani GSM, na yeye amekuwa mgombea mwenza yani, mnamdhamini mwenza Waligi, watu wanasubiri swali la mwisho sasa. Swali la mwisho kamuulize yeah. kamuulize yeah, kwa muulize kwamba kipindi kile wewe umeingia katika ahisimanelewa yeah, yani baada ya GSM yeah, kudhamini vilabu hivi zaidi ya vitano umesia zaidi ya saba yeah, ndio unapata pointi ndio unakuwa bingwa, wakati kipindi kile unavyoingia ulisema kwamba ukikosa ubingwa ulize wewe yeah, lakini baada ya bosi wako kuweka grisi kuweka kwenye gari lako grease, na maana sasa ile amelainisha, leo unapata ubingwa sasa. Kule kuna uwanja kule walisema watajenga pale pale jenga, kule kuna uwanja, na ndio maana ukambia hawa huni, yani hawa na huni na hafai, na hata kama anataka kuchukua kuchukua hiyo, sio sio so, so, fomu. Na ndio maana anasema toka ameingia injinia injinia Hersi. Mpira umegeuka kuwa wa uhasama. Nampa jimbo nisikilize kwanza, na namwambia makosa yake ajirekebishe. Mpira umekuwa na uhasama, tumeona watu wanapigana walianza kupigwa, hata kina Dr. Mo anapigwa mbele ya alikamwe pale, hajatoka kiongozi wa aina yote wa Yanga kukemea ile tatizo. Sisi tukaja kuzungumzia hapa kwenye media hapa, kamanda mlingo akalifanyia kazi, alikamata al, al, al yule yule mdogo, umeelewa? Tulizungumzia hapa tukasema kwamba polisi anatakiwa wamkamate wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, yule mdogo yule, afungulie mashtaka. Kwa nini kila kila watu wanavyoenda kuangalia mechi za Yanga wanapigwa? Na huyu mtu huyu mtu ana nini huyu? Kwani kuwa kiongozi wa Yanga ndio anayemkamata nchi Eh, kiongozi, kwa, kiongozi wa Yanga, ndio, nani walibu na nini? Taratibu za nchi, nchi ina sheria zake hmm. Lakini Injinia Hersi hajawahi kutoka hadharani kuzungumzia maswala haya, wamepigwa watu wengi zaidi, mwenelewa. Ndio maana nakwambia huyu huu ni uhuni ambao unaendelea, yaani viongozi wa Yanga ni bado wahuni tu. Na hata kuna swala lako nje ya nje ya mike ulikuwa unazungumzia kwamba, je, kama wasipopeleka timu ulikuwa unazungumzia leo pale, umeelewa? Sasa mimi labda nikushereshe niku, zaidi wasipo wasi timu watafungwa, wasipopeleka timu imekula kwao. Maana yani, wakae wajue, wakae wakijua, wakileta timu watafungwa Waspota timu imekula kwao na huenda akapigwa bani ambalo halijawahi kutokea katika maisha. Akapigwa bani ambalo halijawahi kutokea katika maisha. Ni maneno yake e, eh, mzee wangu alikuwa akitema cheche. Eh, bana ni wasii tu kwa hiki ambacho mmekisikia hapa. Naomba tukutane hapo chini kwenye comment section. Mnalipi la kusema je, mnampa ngapi juu haya ambayo ameweza kuzungumza? Ameweza kumzungumzia Engineer Hersi Saidi juu yanayo endelea. Eh, bana langu jina ni Jiva Osman kwambie tu endelea kwa nasi. Nikusii tu usisahau kubonyeza neno subscribe. Maneno ambayo yako chini ya video hii na laziadi na bye bye mpaka bye bye. Wakati mwingine tena.